Viongozi nyote mliohudhuria, ndugu mayatima wenzangu, itifaki imezingatiwa. Assalamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh. Awali ya yote, hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ametujalia leo hii tukawa na nguvu, uhai pamoja na pumzi yake tunayotumia, akatuwezesha kuja hapa tukajumuika kula aftari hii ya leo, basi hatuna budi isipokuwa tuseme alhamdulillah. Na pia shukrani zetu za dhati ziende kwa mheshimiwa makamu wa kwanza wa rais, ndugu Osman Masud Osman kwa kuacha kazi zake zote, akaacha majukumu yake yote, akaja leo hii akaja kuftari na sisi hapa leo hii nafasi ambayo walikuwa nayo watu wengi na uwezo walikuwa nao, lakini kutokana na kushughulishwa na dunia, basi jambo hili wamelisahau. Hatuna budi kusema kwamba asanteni sana, nasi mayatima tunashukuru, kwani hakuna siku ambayo umetufurahisha kama leo. Vipo vingi vyakula tumevikosa lama nzima leo hii tumevipata, hivyo basi hatuna budi kusema asanteni sana. Allah, tunakuomba ufanye wepesi kiongozi wetu, ufanye wepesi katika majukumu yake ya kitaifa pamoja na majukumu yake kifamilia. ya Allah, ya Allah, tunakuomba kiongozi wetu umjalie uadilifu katika kuongoza nchi yetu ya Rabbi. Allah, ya Rabbi, tunakuomba umjalie kiongozi wetu uadilifu katika kuongoza nchi yetu ya Rabbi. Allah, ya Rabbi, Allah, tunakuomba kiongozi wetu umsamehe madhambi yake aliyoyafanya kwa siri na kwa dhahiri aliyefanya kwa kujua na kutokujua, ya Allah ya Allah, tunakuomba mjalie kiongozi wetu ndani ya mwaka huu katika uchaguzi mkuu, mjalie apate ushindi mkubwa ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ij'alna ja quburana rawdatan min riyadil janna wa la tij'alna ja ghufratan min ghufratin nar Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu ja lana imaman wa nuran wa hudan wa rahma